Allah Ta'ala anhuma akastafidi. Leo hii huwezi ukasoma vitabu cha, cha tafsiri ya Qur'ani, lazima utamkuta Ataa bin Abi Rabah, ili hali yake aliyokuwa nayo ya utumwa, chakachiwa huru, alikuwa akiishi msikitini, hana nyumba maka. Leo ipo haipo, nibakeana, tunamtaja tunasema yarhamuhullah. Wale mabwana zake ambao walikuwa na makasri walikuwa na majumba, walikuwa na miradi mbalimbali na kadha na mali. Wanatajika na wala hatupate usumbufu wa kuwataja, simefahamiana watu wataja. Tunamtaja Ata kwa sababu kwa sababu gani? Ameshughulikia ilmu, ameeneza ilmu, kwa anaendelea kutajwa kutoka wakati huo mpaka oh, leo anatajwa na Nata, ataendelea kutajwa insha Allah taala, katika kutubi tafsiri alikuwa alikuwa kwamba ni, ni, ni kijana mtumwa achiwahuru. Vyote vimepotea hivyo, sasa hivi anatajwa kama alim min ulamai atabiin, Ata bin Abi Rabah. Na hii ndio shani ya Uislamu. Uislamu watu waangaliwi zile hali zao, naswaangaliwe cha Mungu wao wanaangaliwa na ile kazi uliofanya. Umefanya kazi gani? Utaondoka duniani umekufa, umefanya nini nini? Umewafidisha Waislamu? Umewasaidia nini Waislamu? Umeacha amali gani saliha ambayo Waislamu wataendelea kufaidika nayo japo kwa miaka kumi alal akali basi, si tumefahamiana? Eiwa, hicho ndio kikubwa. Angalia hawa e, maulama, hawa matabiin, kina Ataa, ile hali yao ya unyonge katika jamii walikuwa kiishi eh, leo hii ule unyonge umeondoka, wamekuwa wao ndio mutakaddimun kuliko wale mabwana zao, ambao walikuwa wao ndio mabwana wana kila kitu katika nini za sio wao wala sio watoto zao wote